Bwana Yesu uh, atukuze na ujumbe kwa sababu ya mtumishi wa Mungu ambaye ni Ezekiel, ya kwamba Ezekiel, nakupenda wewe ni baba yangu wa kiroho na umenisaidia hata kama unijui, but mimi nakupenda na umenisaidia kusimama sana but na ujumbe ambapo pia nilikuwa na onyesho la Mungu pia ya kwamba Freemason imetaka itoe wachungaji wako ambapo kuna mchungaji anaenda kuinuka ama anaenda kupewa pesa mingi sana na Freemason ili ainuke huyo mtu na aweze kukula watu uh, na ile vitu ambavyo kama iko shakaola, ambapo haiweze kuifanya ili tu akuharibie jina na haribie kanisa lako jina. Na kuna baina wachungaji wako kila kona, kila pembe wametaketiwa, wanaekewa roho ya ushoga, na kuna mmoja ambapo atakuja pia afanye roho ya ajali, na kuna mmoja atakuja pia, yani wachungaji wako wametaketiwa sana, maana wewe wamejaribu kutafuta wakuwezi kwa kila kona, so wametaketi wachungaji wako ili waeze kuweze kufanya vitu ambapo havistahili. Wakiombea mtu akuja na kufa hivyo, wakifanya hivyo, anakuja anasema umekuwa ni majambazi ni mashoga nini, hivyo ndio umetarget. Kwanza kule Kitale na Kisumu umetargetiwa sana, na pia Nairobi, kanisa ambalo naipenda Nairobi Kitengela umetargetiwa sana ah, na pia na, na pia nini na pia kuna baina ya viongozi wako pia wametargetiwa pia sana, hata pia Sara ametargetiwa sana na ufalme wa Freemason ya kwamba mm, wanataka kutumia makanisa zako ambazo ziko nje ili wakuharibie jina, na unapata ya kwamba kufanya kama saizi mtumishi wa Mungu ambaye ni baba Ezekiel, ya kwamba kuna, kuna wale watu ambao wamejenga makanisa wanasema ni yako nini, so ni Freemason wame target ili waweze kuharibia kupitia wachungaji wako, maana wewe mwenyewe uko sensitive na we mwenyewe uko na nguvu za Mungu, so wame target wachungaji wa wako sana sana sana sana ili wakuje waweze kufanya. Kuna mchungaji moja atalipwa pesa na Freemason pesa mingi sana, ili am kujitoa, s ashapewa, so anajiandaa tu, ili atakuwa nakula watu na kunywa damu za watu na amevaa zile mavazi zako na anasema ni mtu wako, ufalme, sana um, so inabidi, uite wachungaji wako fasting, na waweze kujua mchungaji wako, onyeshe kwa tiki kila mtu aweze kuona ili ule anapokuja ule, mtu ule, ule mchungaji ambapo si mchungaji ule mharibifu, anapokuja ule msaliti anapokuja ya kwamba atakuwa ameshajulikana itakusaidia sana. Alafu baina ya viongozi wako ambao uko nao pale, kuna mmoja anatoka pia anafanya pia vitu katika ile kanisa yako na atapewa zile nguvu za Freemason so, atakuwa anafanya vitu za Freemason alafu, atasema, wewe nimempa zile nguvu wewe ndio mwelekezo wa nguvu na kuna vitu ambayo atafanya ajabu sana kwa hiyo kanisa lako, ili kuweza kukuharibia jina. Ya kwamba jaribu sana, um, waite katika maombi na uweze kuwaonya sana na kupenda sana baba yangu na umenilea. Na hiyo nimeona ambapo nimeonyeshwa na inabidi wamama wanakuinda kila kona sana, inabidi udumu wewe mwenyewe, unadumu katika maombi kila wakati, lakini wachungaji wako wengi hawaombi, wengi wako pale kwa sababu ya ku wanataka ukuwe matajiri kama wewe wapishane kwa kama wewe nini na kwa hiyo kama jumedi kama ishirini ambao uko nao jumedi watatu peke yake tu ambao ni waaminifu, lakini wale wengine hata itafika mahali watabadilisha makanisa sana. Maana ukishatajirika watabadilisha makanisa na bahati najua hiyo haikusumbui na hizi kusumbua. Maana haja yako ndio, kuna watu wa Mungu wamefanya nini? Wamekombolewa, lakini ni hiyo ambapo wameweza kutarget na maana umeokoa taifa bila kuenda mataifa za mbali, mataifa za mbali. Maana kuna wachungaji ambao ni Freemason pia na wameinuka ili kuweza kukaribia jina na wamekuja kukaribia jina ili kwa sababu kuna vitu yao ambao unafichua na kuna na kuna watu, watu, so watu wataingia so wata katika wachungaji wako, lakini hawata kutingiza, kutingiza, kutingiza. Bado utainuka tena Zidiku, utainuka zaidi tena na kuna mmoja, mmoja Mungu anakupenda. Naitwa Elisha Chideboso na Mungu, Mungu akubariki kutenda mema sana. Umenilea Umenilea sana mimi, kanisa langu ni Shalom. um, umenilea sana hakika. Mungu akubariki ku utakuja utakuja utakuja na, na maombi yako uh, pia imenisaidia kiko ndani yako nilipenda sana si kutaka kufuata labda chochote labda mali ama chochote hapana, but napenda tu mi maombi yako na Mungu akusaidie, but naomba turudi katika nguvu mm, katika za Mungu zio pamoja nasi na pia uzidi kutuombea sana, uzidi pia kuombea sana, uzidi pia kuombea nchi yetu ya Kenya maana ufunge pia usibe nchi yetu ya Kenya maana Freemason imeingia katika nchi yetu ya Kenya sana, na umuombe president wetu na umuombe deputy wa serikali pinzani, hata vijana

ametarget makanisa, si makanisa tu, tuombea ndoa, maana sioni kama kutakuwa na ndoa katika nchi ya Kenya but tuiombe ndoa zisimame tu, uh, tuombea ya kwamba watu wapate kazi, na watu wapate pia, maana pesa katika mikono zao. Maana devil amejaribu kuharibu uchumi wa Kenya sana. Ndio maana wachungaji tuwe sacrifice kwa nchi ya Kenya, pesa katika mikono za watu, tumsaidie president ili kuweza kuomba pesa katika nchi ya Kenya. si si Mungu wetu atubariki, Mungu watende mema na Mungu awainue wa na Mungu abariki sana. Uh, watu wa New Life Mungu abariki. Awatende uh, mema. Tuzidi kuomba pamoja na watu wa, wa Sikas, makanisa zote Mungu abariki, wachungaji wote. Mungu abariki makanisa zote, tuwe na umoja, tuwe na upendo, tuombeane, tutaenda mbali. Maana peke yangu siwezi. Mtumishi Mungu peke yake, tuache wivu. Mungu akiinua mtu mtumishi wa Mungu, tufanikiwe. Tu tuache kusema ni free ni free muscle. No, ni Mungu anachaji watu, ni Mungu anajua ukweli wa mtu ni ambaye najua iko katika njia ambayo inastahili. Wote tunapambana kumtafuta Mungu. So mi napenda Mungu awabariki, Mungu atawabariki. nimo naposilisha uchida yeboso asani katika mambo yenu, asani kuombea Kenya, asani tufunge sababu ya Kenya. Mungu wa pamoja nanyi. Asante, mbarikiwe. God bless.